Tunaazimia kuendelea kuiombea dua nchi yetu dhidi ya wale wote wanaotaka amani, amani ya nchi hii ipotee, kwa maslahi yao na Mwenyezi Mungu atubainishie wale waovu tuwajue na kuwatambua na atuonyeshe haki katika sura yake ya kweli na aturuzuku kuifuata na atuonyeshe batili katika vazi lake la uovu ili tuweze kuisitisha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu idumu amani yake awajalie wale wote walioathirika na maafa haya na kuwaondoshia huzuni katika nyoyo zao. Ajalie wale waliopoteza maisha, awape malipo yanayowastahiki huko waliko, amin. Na wale waliopata majeraha awaponye majeraha yao kwa haraka, na waliopoteza mali zao Mwenyezi Mungu awape wa badali, Allahumma amin. Tunatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wetu wa wakita, kitaifa kwani kwa kufanya hivi kuna maslahi kwetu sote. Na mwisho kabisa, tunatoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, lakini pongezi pia kwa mwanasheria mkuu wa serikali, pongezi kwa spika, pongezi kwa waziri mkuu, wabunge na madiwani wote ambao hawa watatutumikia katika kipindi cha miaka mitano. Tunawapongeza, tunawaombea kheri. Mwenyezi Mungu awajalie, awazidishie hekima na busara katika kuliendesha taifa letu kwenye namna nzuri anayoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Wabillahi tawfik, asanteni kwa kunisikiliza.